Shirika la ndege la Air Tanzania ATCL limekanusha taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa kulikuwa na mabadiliko ya ratiba yaliyosababisha abiria kukwama kwenye viwanja vya ndege mnamo ma 5 2025. Kupitia taarifa rasmi ATCL imesisitiza kuwa safari zake ziliendelea kama kawaida bila matatizo yoyote. Ndege ya A220-300 yenye safari TC124 yenye uwezo wa kubeba abiria 132 iliruka kutoka Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Julius Nyerere kwa mujibu wa ratiba, ikiwa na abiria 118. Safari hiyo ilielekea Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Kilimanjaro kupitia Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Abeid Amani Karume mjini Zanzibar. Katika safari hiyo, abiria 48 wa walishuka Zanzibar, huku wengine waliokuwa na tiketi za kuelekea Kilimanjaro wakipanda kabla ya ndege hiyo kuendelea na safari. ATCL imezitaka vyombo vya habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuhakikisha wanathibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza ili kuepusha upotoshaji wa umma. Shirika hilo limesisitiza kuwa litaendelea kutoa huduma zake kwa ufanisi na kwa kuzingatia viwango vya juu vya uwajibikaji.